kuiswali swala hii ya dhuhuri tena kwa jamaa, kwa hakika hii ni neema miongoni mwa neema ambazo tumeneemeshwa na Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwani kuna wengi ambao hawakuona umuhimu wa swala, wakaona cha muhimu ni kazi zao, wakaona cha muhimu ni mapumziko, hawakuona umuhimu wa kuja kumwabudu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe kupewa fursa hii na Allah ya kuja msikitini umeacha kazi zako umetoka ulikotoka kwa ajili ya muda wa swala. Hii ni neema, unatakiwa kumshukuru Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakini pili, hatuna budi pia kumshukuru Allah kwa kutujalia kubaki katika kikao hiki cha kheri. Vikao vya kheri kama hivi huwa havipindwi na nafsi, unapoibana na kuilazimisha nafsi yako ikabaki katika vikao kama hivi vikao vya kielimu, wallahi hii ni neema, na kwa neema hii watakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Katika darasa lililopita tulianza kujifunza na kukumbushana mafunga mubtilatu suyami, mambo ambayo yanaharibu funga. Tukasema maulama wameyagawanya mambo hayo katika vigawanyo viwili. Kigawanyo cha kwanza ni mambo ambayo yanabatilisha funga na inamlazimu mfungaji huyo ambaye funga yake imeharibika kuja kuilipa siku hiyo ambayo iliharibika kwa kufanya moja ya mambo ambayo yanaharibu funga lakini kigawanyo cha pili tukasema ni jambo au mambo ambayo ukiyafanya funga yako inaharibika, na inakuwajibu wewe kuja kuilipa siku hiyo, lakini pia kutoa kafara. Tukaeleza mambo ambayo ukiyafanya funga yako inaharibika na unawajibika kuja kulipa, tukasema moja na mbili ni kula na kunywa kwa makusudi. Lakini kama mtu atakunywa kwa kusahau au akala kwa kusahau, funga yake inakuwepo kama kawaida. La tatu tukasema ni mtu kujitapisha kwa makusudi, lakini kama itatokea mtu ameshindwa na matapishi akatapika e, funga yake ipo. La nne na la tano ni hedhi na nifasi. Mwanamke anapoingia e, katika siku zake au katika ada yake funga yake inaharibika na inamwajibisha inamwajibika kuja kuilipa siku hiyo. Sita tukasema ni mtu kujitoa manii, kijitoa manii, e, ujue kwamba funga yako itakuwa imeharibika. Saba tukasema ni mtu kutumia kitu ambacho si chakula, asije akaona kwamba kwa kuwa hichi si chakula Nikikitumia basi funga yangu haitoharibika. Nakumbuka zamani wavutaji wa sigara wale walikuwa wanaambiwa kwamba vuteni sigara hamna shida, kwa sababu ule moshi sio chakula, unaweza ukavuta na ukaendelea na funga yako, wala hakuna tatizo. Kwa tukasema mtu kutumia kitu ambacho si chakula, akakitumia kukila au kukinywa, na kikaenda mpaka ndani funga yake itakuwa imeharibika. Tukatolea mfano tukasema, mfano mtu kula chumvi, chumvi sio chakula. Endapo utakula chumvi na ukameza, funga yako itakuwa imeharibika. Tukatoa tambihi kwa wapishi wanapoonja, wawe na tahadhari, wasije wakameza. nane, tukasema ni mtu kuweka nia ya kutokuendelea na funga Ukiweka nia kwamba mimi siko tayari kuendelea na funga, tayari funga yako itakuwa imeharibika, hata kama haujala wala haujanywa kitu chochote. Ile tu kuweka nia kwamba siko tayari kuendelea na funga, funga yako tayari itakuwa imeishia hapo. tisa, tukasema ni mtu kuritadi. Mtu alikuwa amefunga akaritadi, akatoka kwenye Uislamu funga yake itakuwa imeharibika. Kwa hiyo hata kama atarudi katika Uislamu akasilimu tena akawa ni Mwislamu, funga yake itakuwa imeharibika na anatakiwa kuja kuilipa siku hiyo. Ama leo katika darsa letu ya leo tutaangalia kile kigawanyo cha pili, wa amma ma yubtiluhu wa yujibu lqadhaa ama jambo ambalo linabatilisha funga na kuiharibu funga na inakuwajibisha kuja kulipa na ku, na kutoa kafara, fahuwa aljimaa la ghairu inda aljumhur, ni mtu kumuingilia mke wake mchana wa mwezi wa Ramadhani. Na hakuna jambo lingine ambalo linamwajibisha mtu kuilipa siku na kutoa kafara isipokuwa ni jambo hili, mtu kumuingilia mke wake mchana wa mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo watu wanatakiwa wawe na tahadhari. Ikatokea umemuingilia mke wako mchana wa mwezi wa Ramadhani, ufahamu ya kwamba unatakiwa kuja kuilipa siku hiyo, lakini pia kutoa kafara kutoa faini kutokana na kosa ambalo umelifanya. Katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, Abu Huraira anasema ja'a rajulun ila nabii sallallahu alayhi wasallam, siku moja kuna bwana mmoja alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wa sallam, fakan akasema, halaktu ya rasulallah nimeangamia ewe mtume wa Allah. Qala, mtume akamuuliza, wama ahalakaka, ni kitu gani kilichokuangamiza? Umeangamia na nini? Qala, akasema waqaatu ala mraati fi ramadana, nimemwingilia mke wangu mchana wa mwezi wa Ramadhani. Nimeangamia ya rasulullah, nimeshindwa kujizuia nimekuta tayari nimemwingilia mke wangu mchana wa mwezi wa Ramadhani. Faqala, mtume akamwambia yule bwana, hal tajidu ma tu'tiqu raqaba, unaweza ukapata thamani au pesa ya kumnunua na kumwachia huru mtuma ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kukusamehe kutokana na kosa lako la kumwingilia mke wako mchana wa mwezi wa Ramadhani. Una uwezo wa kupata pesa thamani ya kumnunua mtumwa na kumwacha huru, uwezo huo unao? Kala yule bwana akasema, la, uwezo huo sina. Pala mtume akasema, fahal tastati'u antasuma shahraini mutatabiain. Je, una uwezo wa kufunga miezi miwili mfululizo kama lile la kwanza? Umeshindwa, hauna uwezo wa kumnunua mtumwa na kumwachia huru, hauna uwezo. Je, una uwezo wa kufunga miezi miwili mfululizo, kufunga siku sitini bila kukatiza hapo katikati? Kala yule bwana akasema la sina uwezo huo, afya yangu kama unavyoiona haiwezi kustahimili kufunga miezi miwili mfululizo, siku sitini sio mjezo. Pala mtume akamwambia fa hal tajidu ma tut'imu sitina miskina, je, utakuwa na uwezo wa kulisha maskini sitini? Pala la yule bwana akasema hapana, uwezo huo sina. Mimi ni maskini, sina uwezo wa kuweza kuwalisha mas, ma, maskini sitini. Qala, akasema mpokezi wa hadithi, thumma jalasa, kisha akakaa. Fa utiya nabiyu sallallahu alayhi wasallam bi araqin fihi tamru, mara mtume akaletewa chombo ambacho kinatengi mtu ametoka huko alikotoka. Sallallahu alayhi wasallam alipofika, akamkabidhi mtume zile tende, akamkabidhi mtume ile sadaka ya tende. Faqala, mtume akasema, tasaddaq bihadha. Sasa imekuja neema, chukua tende hizi, nenda ukatoe sadaka ili uweze kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kutokana na kosa lako lilolifanya mchana wa mwezi wa Ramadhani, chukua hizi tende, nenda ukatoe sadaka. Kala yule bwana akasema, fahal ala afqari minna, hivi kweli kuna watu ambao ni mafakiri kutushinda sisi, ili niweze kuwapelekea sadaka hii, ili niweze kuwapelekea tende hii hivi kuna mtu ambaye ni maskini kunipita mimi? fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Akamwambia, katika kitongoji chetu, katika sehemu yetu tunakoishi hakuna mtu ambaye anahitajia tende hizi zaidi kuliko sisi, kwa tende hizi ya Rasulullah zingetufaa sisi wenyewe zingenifaa mimi na familia yangu, hakuna mtu ambaye ni maskini kunishinda mimi. Fadhahika nabiyu sallallahu alayhi wasallama, mtume sallallahu alayhi wasallama akacheka. Hatta badat nawajidhuhu, mpaka magego yake yakaonekana. Waqala na akasema, akamwambia yule bwana idhhab fa'at'imuhu ahlaka, basi chukua hizi tende wapelekee familia yako ikale. Katika hadithi hii tunajifunza ya kwamba mtu anapofanya kosa hili, kosa la kumwingilia mke wake mchana wa mwezi wa Ramadhani, anatakiwa kuja kuilipa siku hiyo, lakini pia lazima apigwe faini. Faini ya kwanza, atafute mtumwa amnunue, mwache huru. Hakuna watumwa kama kipindi hichi, basi anatakiwa kufunga miezi miwili mfululizo, siku sitini nje na Ramadhani. Ahana uwezo wa kufunga siku sitini, anatakiwa kutafuta maskini sitini, atafute maskini sitini awalishe chakula ili aweze kusamehewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutokana na kosa alilolifanya. Ukiangalia, adhabu hii sio ndogo. Kufunga miezi miwili mfululizo ni jambo gumu sana, tena unakuja kufunga katika kipindi ambacho watu wanakula. Mwezi wa Ramadhani, watu wanauweza, kwa sababu kampani ni kubwa. Utakuta familia nzima imefunga, watu wengi wamefunga, mnafuturu watu wengi mnakula daku watu wa kutosha, lakini kuja kufunga miezi hii miwili mfululizo nje na Ramadhani, jambo hili ni gumu sana, kwa mtu asije akaona ni jambo jepesi, ni jambo gumu. Hivyo muislamu anatakiwa ajiepushe na jambo hili na akae mbali nalo asije akawa ni mwenye kufanya kosa hili akaingia katika makosa kama alivyoingia katika makosa huyu sahaba. Katika hadithi hii kuna mambo mengi. La kwanza, uwajibu wa huyu bwana kuhusika na adhabu, kuhusika na faini. Je, mwanamke ambaye ameingiliwa na yeye vile vile anahusika na faini hiyo, kwamba na yeye anatakiwa atoe faini, au faini hiyo inamuhusu mwanamume tu? wa madhhabu aljumhur, msimamo wa jamhur, anna almar'ata warajula sawa, wao wanasema hakika katika swala hili la faini, swala hili la kutoa kafara lina mwanamke na mwanaume ni sawasawa, linawahusu wao wote. fi wujubi lkafara, katika wajibu wa kutoa kafara alayhima juu yao, madama qad taamada, muda wa kuwa wamefanya makusudi, aljimaa kufanya kitendo hicho, mukhtaraini fi nahari Ramadhana, tena wamefanya hivyo kwa hiari yao mchana wa mwezi wa Ramadhani, nawiyaini siyama, na walikuwa wamefunga wamenuia kufunga funga ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo kaulu ljamhuri wanasema wanawajibika wote wawili, mwanamume na mwanamke wanawajibika katika faini hiyo. fain waqaa ljima nisyanan, ikiwa kitendo hicho kitatokea kwa kusahau, jambo ni jambo gumu, mwanaume na mwanamke wote wamesahau kwamba walikuwa wamefunga kuanzia mukaddima mpaka wanamaliza, wote wamesahau, ni jambo gumu. Lakini ikiwa itatokea kwamba wamefanya hivyo kwa kusahau, au lam yakuna mukhtaraini, au hawajafanya hivyo kwa hiari yao, bi an ukriha alayhi, mfano wakawa wamelazimishwa kufanya kitendo hicho, au lam yakuna nawiyaini siyama au walikuwa hawajanuia kufunga, mfano labda wako safarini, au mmoja amekuja kutoka safarini akamkuta mke naye pia ndo amemaliza labda siku zake na siku hiyo hajafunga. Fala kafarata ala wahidin minhuma, hakuna kafara kwa yeyote kati ya watu hao wawili fain Fa in ukrihatil mar'atu min ar-rajuli ikiwa mwanamke atalazimishwa kufanya hivyo na mwanaume mwanamke anamwambia bwana tumefunga mambo gani haya tena naleta mambo gani haya yeye akalazimishwa akalazimisha na mpaka wakafanya kitendo hicho au kanat muftiratan li'udhrin au mwanamke yeye alikuwa amefungua kwa udhuru aliyokuwa nao

si katika hali ya kufanya hivyo kwa hiyari, wala fi halati likrahi, wala si kufanya hivyo eh, katika hali ya kulazimishwa. Wa inma yalzamuha lqadau faqat, kitu kitakachomuhusu huyu mwanamke ni kuja kuilipa siku hiyo tu, mambo ya kafara hayatamuhusu. Huu ndio msimamo wa Imamu Imam Shafii. Qala Nawawi, Imam Nawawi anasema walasahhu ala aljumla, na kauli ambayo ni sahihi na kauli yenye nguvu kwa jumla ni wujubu kafara wahidatin alayhi khaswa, ni uwajibu wa kutolewa kafara moja, na kafara hiyo inamuhusu mwanaume an nafsihi faqat, inamuhusu mwanaume tu pasina mwanamke, wa annahu la shay'un ala almar'a na hakika mwanamke hakuna jambo lolote litakalomuhusu katika hiyo kafara. wala yulaqiha alwujub, na wala hakuna uwajibu ambao unamwandama. liannahu haqqun malin mukhtasa biljimaa, na hakika hiyo ni mali, na hakika hiyo ni haki ambayo inafungamana na mali. na siku zote yanapokuja masala yanayohusiana na mali huwa yanamhusu mwanaume na wala hayamhusu mwanamke. fahtaswa bihi rajul, jambo hilo itakuwa ni mahususi kwa mwanaume, linamhusu mwanaume, anatakiwa atoe kafara. duna almarati kalmahari, pasina mwanamke, kama ambavyo mahari anatoa mwanaume kumpa mwanamke. Qala Abu Dawudi, su'ila Ahmad an man ata ahlahu fi Ramadan. Imamu Ahmadi aliulizwa kuhusiana na mwanaume atakayemwingilia mke wake mchana wa mwezi wa Ramadhani. aliulizwa alaiha kafara, je, mwanamke naye pia ina mlazimu kutoa kafara? Qala. Imamu Ahmadi akasema ma sami'na anna ala imra'atin kafara, hatujawahi kusikia kwamba mwanamke anatakiwa kutoa kafara. Qala fil muhni, amesema katika Muhni, Ibn Qudama anasema wa wajhu dhalika, nawajihi wahilo, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallama amara liwati'a amemwamrisha yule ambaye alimwingilia mke wake, alimwamrisha mwanaume ambaye alimwingilia mke wake katika mwezi wa Ramadhani, anyutika raqaba, aache mtumwa huru. Walam yamuru fi lmarati bishay'in, na hakumwamrisha mwanamke jambo lolote. Maa ilmihi biwujudi dhalika minha, pamoja na kujua kabisa mtume kwamba huyu bwana kitendo hicho amekifanya na mke wako hakumwambia unalazimika kuacha mtumwa huru, na mke wako pia analazimika katika hilo. Mtume alimweleza mwanaume peke yake, pamoja na kujua kwamba mwanamke naye pia amefanya kitendo hicho. Mtume hakumwamrisha mwanamke kufanya jambo lolote. Walkafaratu ala tartibi lmadhkur, na kafara inatakiwa ilipwe kwa utaratibu ambao ameutaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith, na huo ni msimamo wa jamhuri lulamaa. Wao wamesema namna hiyo kwamba e, utaratibu katika faini, utaratibu katika kafara ufuate kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu litiqu awwalan, kwanza mtu anatakiwa atafute mtumwa na kumwacha huru, hili ndo la kwanza. Fa in ajaza anhu, ikiwa atashindwa na hilo au akakosa mtumwa, swama shaharaini mutatabiaini, atafunga miezi miwili kwa mfululizo. Fa in ajaza anhu, na ikiwa atashindwa kufunga miezi miwili mfululizo, at'ama 60 miskina atalisha masikini stini min ausati ma yutimu minhu ahlahu, chakula cha kati na kati ambacho analisha familia yake. Asianze kutafuta labda chakula cha hali ya juu, chakula kile cha kati na kati ambacho analisha familia yake, basi anatakiwa uh, awatafute ma, ma, ma, masikini stini, awalishe chakula hicho, kisha wakasema wa annahu la yasihu lintiqalu, na kwamba haitofaa kuhama, min halatin, kutoka katika hali moja, ila ukhra, kwenda kwenye hali nyingine, illa idha ajaza anha, isipokuwa atakapokuwa ameshindwa kufanya namna hiyo. Hiyo ni qawlu ljamhur. Wa yadhhabu lmalikia, na Imam Malik naye pia amekuwa na msimamo wake, anasema annahu mukhayyarun baina hadhihi thalathi, kwamba aliyefanya kosa hilo mchana wa mwezi wa Ramadhan ana khiari ya kufanya chochote katika hivyo vitu vitatu. fa ayyuha fa'ala ajza anhu, chochote atakachofanya katika vitu hivyo vitatu, basi itakuwa imetosheleza. Lakini kauli yenye nguvu na kaulu ljamhur ni kufuata utaratibu ambao umekuja katika hadithi. Kwa hiyo leo tumejifunza jambo ambalo ukilifanya unawajibika kuja kuilipa siku hiyo, funga yako itakuwa imeharibika, unawajibika kuja kuilipa siku hiyo, lakini pia unawajibika kuja kulipa kafara. Kwa hiyo muislamu anatakiwa wana tahadhari na, na jambo hili asije akaingia katika matatizo. Mpaka hapo kwa leo tutakuwa tumefikia mwisho wa darsa yetu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka waatubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kama kuna swali mtu anaweza akauliza.